a uzinduzi wa meli yetu hii wananchi wenzangu watakubaliana na mimi. Ni meli muhimu sana kwenye suala la ukuaji wa uchumi wetu. Moja kati ya manufaa tunayokwenda kuyapata ni pamoja na manufaa ya kiutalii. Mtendaji mkuu wa meli hapa amesema ya kwamba meli yetu ni meli ya kwanza kwenye bara la Afrika kwa meli zinazosafiri kwenye maji ya baridi tafasiri yake zipo nchi zitasafiri kote kutoka huko Afrika kuja kujionea maajabu yaliyofanyika kwenye jiji letu la Mwanza na mkoa wetu wa Mwanza. Meli yetu hii tunahitaji kuiunganisha na barabara. Tunayo barabara yetu muhimu sana na kiungo kwa jiji letu la Mwanza. Barabara hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, iko chini ya TANROADS, barabara inayotoka hapa mjini kwenda Buhongwa kwenda kule Usagara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara hii imetajwa kwenye ilani zaidi ya mara tatu, lakini kwa kipande cha kwanza tumeanza na ujenzi wa daraja la pale Mkoyuni ambalo tunamshukuru Mungu sasa nalo linaelekea mwishoni. Lakini kwa unyeti, yeah, yeah, yeah, kwa unyeti yeah, yeah, yeah, wa barabara hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu wanaotoka Zambia wanaotoka Malawi wanaotoka Kongo, Burundi, Rwanda na Uganda wanatumia barabara yetu hii. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu uko hapa, utusaidie kuisukuma hii ajenda, barabara yetu iweze kujengwa kwa njia nne kutoka hapa mjini kwenda kwa wenzetu wa kule Usagara. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, napomalizia, kukuona wewe si jambo jepesi, tukikuona kama hivi, tunaamini unakwenda kutatua shida zetu. Nikuombe barabara moja ya muhimu sana nje na hii ya Tandoni, nyingine zote nimekwisha kuwasilisha kwako mwaka elfu mbili na kumi na tano Daktari Magufuli aliahidi hapa ujenzi wa barabara inayotoka Mkuyuni kwenda Mahina kwenda kule Mandu mpaka kule Njoma, barabara hii inapita Kusimba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, imekwisha kuwekwa kwenye bajeti ya kizaidi ya, ya mara mbili, lakini fedha hazijatoka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya Wananyamagana, nikuombe sana tusaidie walau kwa mwaka huo fedha ishirini ishirini na sita ishirini na saba ujenzi wa barabara hii yenye urefu wa zaidi ya kilomita kumi pointi tano yuweze kuanza kujengwa kwa kiwango cha lami. Na mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimepokea orodha ya majina mia moja hamsini ya wananyemagana wanaomba, wasinge tamani kuishia kuiona hii meli, wanaomba angalau watu mia moja hamsini wapate kwenda Bukoba, na kurudi waiizoia.